na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Paka hapo. Asante. Patie Bwana makofi ya shangwe. Akaasante na shukuru. Sasa nataka nikuchambulie kwa mapana kidogo na mafupi, unaweza ukanielewa. Maandiko yanasema mtu wa kwenu akiwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta wa jina la Bwana, sema kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe, tunataka tuangalie nguvu ya mafuta katika mikono ya mwanadamu ambaye Mungu amewekeza nguvu kwake, kwa sababu kama Mungu hajawekeza nguvu katika mikono ya mtumishi wa Mungu, maanake hakuna atakachopokea. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Jamani, mbona mmelegea hivyo? Bwana asifiwe! Amen, nasema tunaangalia mafuta katika mikono ya mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amewekeza kwake, mafuta ambayo mnaenda kupakwa katika ulimwengu wa roho, maanake ni mafuta ambayo Mungu amekusudia yaje kwa nyakati sawasawa sawa. Sema sawasawa sawa. Sema nami nitapokea, sawa sawasawa. Sema nami nitashinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ikiwa miongoni mwenu kuna mtu mgonjwa ambaye anaumwa, maandiko yanasema, si ndio? Waiteni wazee wa kanisa, wakampake mgonjwa nini? Mafuta, naye atapona. Wazee wale mnaga ni wa namna gani? Ni wachungaji walioko ndani ya kanisa. Kwa hiyo inawezekana una mgonjwa lakini ukamwita mchungaji au shemazi au askofu akaja akapaka yule mgonjwa mafuta naye akapona. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta haya yalionekana kwenye agano la kale na mafuta haya sasa yanaonekana kwenye kitabu cha nini? Kitabu cha Agano jipya. kwa sababu maandiko au Biblia ni maagano mawili, agano la kwanza na agano la pili. Bwana Yesu asifiwe, hebu mshangilie Bwana kwa makofi yako. Kwa hiyo unapopakwa mafuta maanake mafuta yanaanza kwenye ulimwengu wa roho, alafu yanakuja kwenye ulimwengu wa nini? Ukiangalia kitabu cha Samweli, anapakwa mafuta Daudi yule anaagiza anapakwa mafuta, ili akawe mkuu katika maeneo mbalimbali. Maana mfalme anayetawala Tanzania ana uwezo wa kusema chochote, kwa sababu tayari ni mtawala hile ni mtawala wa kidunia maanake, mtawala wa kimwili, lakini sisi ni zaidi, kwa sababu tunatawala kwenye ulimwengu wa roho, hatimaye tunatawala kwenye ulimwengu wa mwili. Mpatie Bwana makofi ya shangwe. Labda nikupe kisa kimoja kizuri, sintasema kada, nitaongelea juu hapa katikati ataku watu wamaongoomba wa nikajua kabisa nguvu ya mafuta kwenye ulimwengu wa roho iko ndani yangu inapingana na nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye nguvu za giza hawezi kukubali kitu kama hichi, maana anajua akipakwa itaondoa nguvu za giza. Tulisikiliza ushuhuda wake unaoongelewa likuwa na kaka yake Darcu. Sasa anayezungumza ni mtoto wake. Kasikiliza ushuhuda mmoja, ni upu ulikushangaza, ule ambaye alikuwa anasema kwamba anasema Morogoro na yuko Dar es Salaam, anamwambia ule kijakazi, anamwambia mtoto huyu mtu afai kabisa, na amesema moja mbili tatu, lakini dakika za kufungwa na kuhesabu Ameshapokea, anamwambia mtoto wake huyo, anakuambia kitu gani? Lakini uh, alipozaliwa kwenye ukoo huo wa babu, babu alikuwa ana pesa na mali, akapata ile mali. Lakini angalia, marafiki marafiki wanafika mahali wanakudanganya, wanakuambiaje? Eti tuende kwa which doctor tuweze kuongeza zaidi, lakini kumbe wanafikishia nini? Ungekuwepo kasikiliza huo ushuhuda, tunaweza kulia kwamba inakuwaja wewe huko Arusha mnamteta yule mtu, alafu dakika za kuesana ameshatoka Dar es Salaam iko hapa, alafu anamwambia yule mtu, ulikuwa unaongea vivi vivi, achana naye. inakuwaja alafu ni mtu ambaye yeye hajawahi kusoma <coughs> Bwana Yesu asifiwe! Lakini komesha waganga ya na majanti komesha yao ni nguvu za Mungu. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi yao yaani. Kwa hiyo leo unapoenda kupakwa haya mafuta, unapokea nguvu ya ulinzi, miezi sita ya kulinda mali yako ya kulinda watoto wako ya kulinda elimu ya watoto wako ya kulinda kila kitu ambacho ameniamini na kama ameniamini, kila atakayekuwa mbele yangu ataaminiwa na yeye kwa niaba yangu. Amen, tusilale kanisa elaasikkucha Bwana Yesu asifiwe, hebu mpatie Bwana makofi ya shamga. Sasa unapokuwepo na magonjwa katika kanisa au sehemu yote, wanaostahili kuitwa na kwenda kuwapaka mafuta ni wachungaji, lakini sio kila mchungaji mwenye karama ya namna hii. Ni hao walioitwa, kama mimi ambaye nilikuwa chakari, bwana akanitoa kule, ndo amewekeza nguvu. Nitakachogusa kitakuwa hai Andrei. kazi ya mikono yangu ni hai, watoto wangu ni hai, maisha yangu Mshangilie Bwana kwa kwa nini? Kwa sababu hiyo kazi ikianza ukaona mtu anaanza kukimbia nini, nimekuambia. Kwa nini nimekuambia? naomba usipige piga simu hapa, mi sitaki hata simu zako. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema huyu mtu anijui, anafikiri labda ni wale watumishi ambao ndo wanaanza kiatu kimepinda, wamekonda kama nilivyokuwa nimekonda, kiatu cha kiraka, kila saa anahisi hawana kitu chochote. Mimi siringii vitu vya dunia, lakini Yesu nilio naye ananipa kibali cha kufika mbele yake. Amen. <laughs> inbo mmoja, yote alimaliza, alimaliza yote, alimaliza yote alimaliza yote atamaliza, kapo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanaendelea kusema, na kule kuomba kwa imani utamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua. Hata ikiwa amefanya dhambi, atasamehe. Hemda, kumbe katika kuomba kuna kusamehewa. Mwaka huu nilitangaza ni mwaka wa kuomba sana, watu hawakulielewa kwanza ikawa ndio kama nimewakimbiza. Na kweli neno la kinabii lifanye kazi, lazima lionekane, kama lina ambona ah, kama alitamka so wakati. Lakini angalia hiki kipindi cha kufunga hapa, kuanzia Jumatano Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, watu waliomba sawasawa. Nikiwa pale ndani, nikamwambia Mungu, hakika yake umefanya maana watu walioomba, hakuna anayechoka siku ya Ijumaa. Nikasikia sauti za wanaume zinaomba, yule bwana pale, nasikia sauti yake inasema hakika shetani utalikoma, sawa sawa. na kupambua sawa sawa, namsikia Dantoni akisema ninampambua shetani, sawa sawa, hautakamata huduma hautakamata chochote maana na kuangalia nyuma, na ndio maana tunamwangalia. Elisha alimwambia Gehazi wenako usiangalie Elisha. Gehazi alikosea, baada alipofika mahali akaangalia nyuma, alipoangalia nyuma tu akaenda yeye kama yeye, alipoenda kama yeye, hakuna kitu ambalo halina chochote, punga namna hii. Sema nimeelewa, sema nimeelewa, sema nimeelewa, nimeelewa kabisa.